Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na Msemaji Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Gerson Msigwa, amepongeza vyombo vya habari nchini kwa kuendelea kuwa wazalendo na kuweka masilahi ya taifa mbele, hususani katika kulinda amani ya nchi. Akizungumza na waandishi wa habari katika Kituo cha Mikutano kima taifa, cha Kimataifa cha Julius Nyerere JNICC, Dar es Salaam, tarehe 23 Novemba 2025. Mheshimiwa Msigwa alitoa pongezi za dhati kwa kazi wanayoifanya waandishi wa habari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 tena field journalist niliyefanya kazi uwandani. Yani, ningekuwa ni vitani, ningesema mimi ni field marshal.